Bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiwa tuna na tunaendelea na surat Naziat. Tukaeleza mwanzo wa sura, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anaapa na wale malaika ambao kwamba wanazitoa roho za wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, bishiddatin, kwa nguvu na kwa ukali. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anazitoa roho za wale, anaapa na wale malaika ambao kwamba wanatoa roho za wale waumini kwa njia nzuri na kwa njia laini. Vile vile, tukaeleza uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kuwafufua wa watu na kuwarudisha kama alivyowaumba, kinyume na makuraishi na makafiri namna walivyokuwa wakimkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala na wakikataa jambo kama hilo. Leo insha allahu taala tutaendelea na sehemu ya pili kama tulivyoeleza. hal ataka hadithu Musa ai ya Muhammad, je, imekufikia khabari ya ndugu yako Sayiduna Musa alaihi ssalam. Musa ambaye kwamba amba alikuwa ni Kalimullah, na katika umuhimu wa kuelezea visa ama kuelezewa viswa katika Alquranul karim ni sisi tupate ibra kutokamana na hivi visa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa kullan naqussu alayka min ambai rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, ya kwamba ya Muhammad, hivi visa vyote ambavyo kwamba tunakutolea, ya kwamba Sayyiduna Musa alikuwa kadhaa alipambana na watu kadha, Sayiduna Isa alikuwa kadha, alipambana na watu kadha, Sayiduna Ibrahim alikuwa kadha, alipambana na watu kadha, Sayiduna huyu Ibrahim walikuwa hivi walikuwa hivi walikuwa hivi. Wa kulla nakusu alaika min ambai rusuli ma nuthabitu bihi fuadak, lengo na shabaha ni kuthubutisha kifua chako, lengo na shabaha ni kuutia imani kifua chako. Kwa hivyo, na sisi tusomeni visa vilivyoko katika Al-Quranul Karim, tujijaze imani, tuangalie mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, namna walivyoishi, namna walivyoishi shida walizozipata. Alafu mimi na wewe tujitabikishe katika maisha yetu, pindi tunapopatikanwa na shida, tutazitatua vipi? Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anatuambia

Nenda kwa huyu Firauni, hakika Firauni amevuka mipaka. Amevuka mipaka katika dhulma yake, amevuka mipaka katika jeuri yake, hasikilizi tena maneno, anawadhulumu watu wake, anawaua watu wake. Basi wewe Sayiduna Musa, idhhab ila firauna innahu tagha, amevuka mipaka. Nenda kampatie mawaidha, faqul umwambie

Katika kumjua mola wako subhanahu wa taala na katika kumtii mola wako subhanahu wa taala ili upate kumwogopa. Angalia namna Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemfikishia Firauni dawa mpaka katika mlango wake, dawa mpaka katika uso wake. Na kwenye sura nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia:

pengine akakumbuka au pengine akaogopa. qaulan layina. Na hapa tunafundishwa uslubu da'wa, namna ya kulingania mtu, namna ya kumfanyia mtu da'wa, arudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. qula lahu qaulan layinan, maneno mepesi, maneno laini. laallahu yatadhakkara au yakhsha, pengine akatopokwa pengine akakumbuka, pengine akaogopa. Nafsi hivyo hivyo, ukienda kufanya dawa, zungumza kwa upole, zungumza kwa utaratibu, tire tire, zungumza pole pole. Hapana tukana watu, usi wakejeli watu. We imagine uenda kumpatia mtu dawa, jambo la kwanza mwambia haku we mjinga sana wewe wewe, zuzu sana wewe wewe, huna maana sana wewe. Wewe, tayari ashafunga masikio yako, hata ukamwambia ukamwambia ukamsomea aya gani akusikilizi, kwa sababu psychologically umeshindwa kuteka akili yake, umeshindwa kuteka masikilizi yake. Wewe unataka kumpatia mtu mawaidha, amtukana kwanza. Wewe mjinga kwanza, wewe mpumbavu, una maana kazi kufanya mambo ya kishirikina kazi kwe...

wa asaa amra amra Allahi baada dhuhuri tilka lmujizati lbahira, akaikataa na kuasi amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala baada ya kuona ule mujiza wa Sayyiduna Musa alayhi salam namna fimbo yake ilivyogeuka ikawanyoka ikala, ikawamaliza wale wote ambao kwamba walikuwa pale mpaka wale waliokuwa pale katika wale waganga walishangaa, hawakuamini.

Firauni ndiye Mola wenu tena yule wajuu. wa juu. Angalia jeuri. Angalia kiburi. Amepewa da'wa ya maneno. Amepewa da'wa ya maneno. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha da'wa ya maneno.

wewe ni katika watu wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao kwamba wenye kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisikia habari kama hizi, ukisikia maneno kama haya ya kwamba kulikuwa na mtu akiitwa Firaun aliletewa dawa mpaka katika nyumba yake, akakhutubiwa kwa maneno, akaongezewa na vitendo vya kimuujiza, badala arudi nyuma amkubali mwenyezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, akafanya jeuri, akasema ana rabbukumul a'la, mimi ndio mola wenu wa juu. Fa faakhadhahu llahu nakala lakhirati walula, inna fi dhalika laibratan liman yakhsha, na hili ni funzo kwa wale ambao kwamba wana kibri, hili ni funzo kwa wale ambao kwamba wanaojiona, kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wataala asema saasrifu

Kwa sababu muujiza imefanywa mbele ya macho yake, muujiza imefanywa nusba ainaihi, mbele ya macho yake. Lakini ni mtu mutakabir, ni mtu ana kibri. Mwenyezi Mungu asema watu kama hawa ukiwaletea hidaya, Mwenyezi Mungu ataondoa hidaya katika dalili zetu. Aladhina yatakabaruna fi lardhi bighairi lhaq. Ina dhalika laibratan liman yakhsha Aantum ashaddu khalqan amissamau banaha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awauliza na kuwajibu rhetorical question, kuwaambia kufaru Quraish au mushrikina kwamba a antum ashaddu khalqan amissamau banaha, yani hivi kuwaumba nyinyi wanaadamu ni ngumu sana kuliko kuumbaini mbingu yani hivi nyi mwajiona kweli kweli, mwajisikia kweli kweli, yaani mwamwona mwenyezi mungu yani, yani mwamdharaudharau mungu. Aantum ashaddu khalqan ami issamau banaha. Nyi mwajiona eh, ni ngumu kuwaumba? Angalia mungu alivyoiumba mbingu la khalqu samawati wal ardhi

mamilioni na mamilioni ya mamiles juu yetu bila ya pila yoyote. Ziko wapi pila za mbingu? Na mbingu Mwenyezi Mungu ameizuia huko juu, ziko wapi pila? Kwa hivyo, aantum ashaddu khalkan am samau banaha rafaa samkaha fasawaha ai rafaa jirmaha jirmaha wa ala sakfaha fauqakum fajaalaha mustawiyatan la tafawuta la tafawuta fiha wala shuquqa wala futur. Mwenyezi Mungu akaijalia iko straight, iko perfect, ameiinua juu yenu, akaifanya ni perfect, haina mabonde, haina milima, haina lolote. waghtasha laylaha wa akhraja duhaha, ay ja'ala laylaha, laylaha muzliman halika. Mwenyezi Mungu amejalia usiku wake una kiza. Nani mwenye kufanya hivi? Sahizi jua ni bluu, usiku kiza, nani anayefanya hivi? If, nani kila siku wanaharaha mushrikan mudhia. Na mchana wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameujalia unamwangaza. Nani anayefanya saa hizi, mchana kuna mwangaza na usiku kuna kiza? Nani mwenye kufanya wa aghtasha laylaha wa akhraja dhuhaha Bada dhalika dahaha wlard bada khalqi lsamai basataha wamadaha lisukna ahliha. na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, baada ya kuumba mbingu, bada khalqi lsamai basataha wamahadaha lisukna ahliha, Mwenyezi Mungu aliitandua ili sisi tupate kuishi. Ardhi yote si milima na mabonde, kuna sehemu zingine ni flat

katika hii ni ardhi maji, na ametoa vitu ambavyo kwamba tunaweza kula sisi, wanyama, sisi binadamu na wanaweza kula wanyama. Nani anaweza kufanya haya kama si Allah subhanahu wa taala? Waljibala arsaha, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameyakitisha majabali, ili kusiwe kuna tetemeka saa zote. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametufanyia yote haya Mataa lakum walianamikum, ai, Mwenyezi Mungu amefanya yote haya kutoa chemichemi, kutoa mito, kutoa miti, kutoa mimea yote haya. Manfaatan lilibad, ni manufaa kwetu sisi binadamu. Mataan lakum walianamikum, ni manufaa kwetu sisi na kwa wanyama wetu. Kwa hivyo ikhwat limani wa lislam, katika hii ni sehemu ya pili katika surat Naziat tunapata kuelewa kisa cha Sayiduna Musa alaihi salam na Firauni lanatullahi alaihi, namna alivyofanya kibri baada ya kuletewa dawa katika mlango wake na kuletewa kila aina ya uzuri na jiza mbele ya macho yake alikufuru kwa sababu ya kibri, Mwenyezimngu subhanahu wa taala akamwadhibu fa akhadhahu llahu nakala alakhirati walula inna fi dhalika laibra liman yakhsha. Mimi na wewe tuchukue ibra kama sisi ni wachaji Mungu, tuchukue ni ibra kwa yale aliyomtokea Firauni -um laanatullahi alaihi. Alafu Mwenyezimngu subhanahu wa taala akatuonyesha namna alivyotuumba ama mambo aliyotuumbia kuwajibu wale ambao kwamba wanasema kumuumba mwanadamu ni ngumu, Mwenyezi Mungu anawajibu: antum ashaddu khalqan ami samau banaha. Nyinyi wanadamu mnaojisikia sikia, sikia, angalieni namna nilivyoiumba. Hii ni mbingu, hakuna pillars, hakuna support, hakuna makrene, kuna lolote angalia. Ardhi nilivyoiumba ardhi, ndani kuna oceans, kuna rivers kuna springs kuna mountains kuna mimea kuna miti kuna vyakula kila kitu kiko ndani ya ardhi. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametuwekea yote mataan lakum wa lianamikum, ni manufaa kwa sisi binadamu na ni manufaa kwa wanyama ambao kwamba tunaishi nao. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.